Kitu ambacho kimebadilika kwa Simba msimu huu, kwanza, imekuwa na sio tu upana wa kikosi, lakini na wachezaji ambao wako kwenye ubora na ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo kinachobaki ni namna gani ambavyo kocha anaamua ku apply mbinu zake na namna ya kuwatumia ili waweze aweze kunufaika na kila ambacho wachezaji wako nacho. Ambaye sifa yake ya kiuchezaji ni mshambuliaji, lakini kwa maana ya utekelezaji wa majukumu ndani ya uwanja si mchezaji ambaye anasimama eneo moja. Yaani utamuona kushoto kulia, atarudi chini kuongeza nguvu. Sasa kuna nyakati mipira ilikuwa inakuja inamkuta hayupo kwenye eneo usika. Sasa unamhitaji mchezaji ambaye anahitaji kuwa kucheza ama kuwa katili kwenye eneo la boksi, muda mwingi mipira imkuta akiwa kwenye eneo la boksi. Au unamtaja sasa Jonathan Sowah kwa maana sifa zake yeye, tulikuwa tunahitaji sasa hii. Uh, mechi tulikuwa tunamhitaji kwenye mchezo kwa sababu tayari Simba alikuwa anafanya kila kitu, lakini kwenye eneo la boksi vitu vilikuwa avikae sawa vile ambavyo alikuwa anataka. Kwa hiyo nika apply, eh, Jonathan Sowah kwa sababu niliamini si mchezaji ambaye akiwa kwenye box la timu pinzani atakuwa na mambo mengi sana. Si mchezaji ambaye anapenda kujihusisha sana kutoka nje ya box. Kwa hiyo Jonathan Sowah ni kama mchezaji ambaye akiingia anaweza akatumia ile mipira ambayo ilikuwa inadondoka kwenye box la timu pinzani na kunufaisha Simba. Na nafikiri kile ambacho kili, nilikuwa nakiona kabla ya wao kuingia ndicho ambacho kilienda Tuko naye Yusufu hapa kwenye wakati maalum kabisa kuzungumza naye yale ya kimichezo, lakini kubwa zaidi e, ni kuhusiana na performance ama ule uwezo unaonyeshwa na wekundu wa Msimbazi, Simba kunako ligi kuu Tanzania Bara. Michezo mitatu, alama tisa, bao nane za kufunga huku akiruhusu bao moja. E, kwa namna ambavyo unaitazama Simba Sports Club, msimu huu tunashuhudia Simba yana gani kabla kuzungumza. Michezo, ya kuzungumza mchezo wa mwisho ambao wamecheza dhidi ya mafando ya JKT Tanzania. Yeah, nafikiri kuna namna ambavyo imemprove uh, kwa maana ya performance, lakini pia ukija hata kwenye ubora mchezaji mmoja mmoja uh, inathibitisha hiki ambacho nakizungumza. Uh, narudi kwenye msimu uliopita, tazama idadi ya wa wachezaji ambao walikuepo kumi na nne ambao ni wapya, lakini uh, unakuja kuongeza sasa, chukua wale ambao walikuwa na kiwango bora msimu uliopita, ndio unaongeza CV za wachezaji ambao wamejiunga na Simba msimu huu ikiwemo Kina Jonathan Sowah, wachezaji ambao uh, wameshathibitisha wao ni wachezaji wa namna gani, kina Selemani Mwalimu, kina Neo Maema, Lucien Dero, kwao ni wachezaji ambao tayari wako kwenye levu ya kiushindani. Kwa hiyo kinachobaki ni namna gani ambavyo kocha anawatumia kulingana na ubora alionao, lakini pia kulingana na performance ambayo amekuwa nayo. Kwangu mimi, ukitazama uh, Simba msimu uliopita of course ilikuwa Simba bora sana, na ndio maana walicheza kwenye hatua kubwa kwenye michuano ya kimataifa, lakini itoshe kusema hii ndio Simba pekee ambayo mimi binafsi naamini inaweza ikafanya makubwa zaidi kulinganisha msimu uliopita, kwa sababu wameongeza quality ya wachezaji, lakini tazama hata performance msimu uliopita Simba ulikuwa unaona haikuwa Ahi, na rotation ya kikosi. Kwa maana akitoka Jansha Leia wa ataingia nani? Akitoka Yusufu Kagoma atacheza nani? Akitoka Fabrice Ruamba Ngoma ambaye ameondoka atacheza nani? Akitoka mchezaji kama kina Shamuka Rabua, ulikuwa unaona ugumu wa namna gani ambayo unaweza ukawa unapata backup ya huyo mchezaji. Lakini this time unazungumza, hadi hivi sasa hakuna mchezaji ambaye ana uhakika wa kuanza kwenye kikosi cha master ukiachana na Lotion Dero, kwa ambaye yeye toka amejiunga na Simba ni kama ameingia kwenye kikosi moja kwa moja, na bado kwenye hiyo lumu ya kutokuwa na nafasi kubwa kwa baadhi ya wachezaji bado, bado, pale ambapo wanapewa nafasi, unaona namna ambavyo wanathibitisha ubora walionao kwa kuisaidia Simba kupata matokeo chanya. Utarudi kwenye michezo kadhaa ambazo Simba amecheza, uh, michuano ya kimataifa, lakini pia hata kwenye ligi ya ndani hujaona mchezaji ambaye labda amekuwa tegemezi sana ili timu iweze kushinda, lakini ukirudi msimu uliopita, Simba ilikuwa inacheza ama ilikuwa inatengeneza nafasi kupitia Jean Shelley wa, si ndio? timu ilikuwa inaimarisha eneo ina lake la kiunzi la kiulinzi kupitia Yusuf Kagoma, lakini nao tunavyozungumza, yoyote atakayeanza kwenye hiyo nafasi ya kiungo mkabaji anaweza kufanya vizuri. Kuna nyakati Nabi Kamara anacheza kama kiungo mkabaji na, lakini pia eh, uh, Arasani Kante anachezeshwa kama uh, viungo ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuja kuleta mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo tumii kitu ambacho kimebadilika kwa Simba msimu huu, kwanza imekuwa na sio tu upana wa kikosi lakini na wachezaji ambao wako kwenye ubora na ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo kinachobaki ni namna gani ambavyo kocha anaamua ku apply mbinu zake na namna ya kuwatumia ili aweze kunufaika na kile ambacho wachezaji wako nacho. Yes, uh, umejaribu kugusia hapo kwamba hakuna mchezaji ambaye mpaka sasa amejihakikishia namba katika kikosi cha kwanza cha kuna Msimbazi Simba isipokuwa Rushine De Reuck ambaye katika michezo yote yeye amekuwa akipata nafasi ya kuanza katika kikosi na kumaliza pia michezo hii mitatu ambayo tumeshuhudia, mm -hmm. eh, lakini wakati wa mchezo wa Simba dhidi ya JKT Tanzania, nilikuwa napita na pita huku mchezo ukiendelea, katika mitandao ya kijamii niliona umeweka posti ukisema kwamba aliye karibu na Pantev. E, amwambie mchezo na mhitaji Jonathan Soa, Elie Mpanzu na Alasani Maodo Kante, kwa namna ambavyo ulikuwa ukiutazama na uhitaji wa mchezo wenyewe, tunaweza kusema kwamba Kante, Jonathan Soa, e, Morris Abraham naye pia ulimtaja e, na wachezaji ambao wanaweza kuwa mhimili katika kikosi cha kwanza cha Pantev au wanaweza kujihakikishia nafasi kwa namna ambavyo wamecheza ya inawezekana yote yakawa ni majibu kwa maana ni wachezaji ambao wanaweza kuwa muhimili wa Simba tunakoendea, lakini nilijaribu kumtazama mpinzani uh, wa Simba kwenye ile mechi dakika like 45 za kwanza, nikaa naona kabisa kuna uhitaji wa Moses Abrahamu kuingia, kuna uhitaji wa Jonathan Sowah kuingia na uh, Elie Mpanzu pamoja na Jansha Lea wa. Kwa nini? Kwa sababu namna ambavyo Dimitri Pentifu aliingia kipindi cha kwanza, mimi binafsi kwanza sikutegemea Japo dakika dakika zinakamilika. Kwa nini? Kwa sababu alijua kwa namna moja ama nyingine mechi itakuwa ngumu sana. Nakumbuka ndio timu pekee ambayo imekuwa sio tu inaweka ugumu mbele ya Simba, lakini hata kwa mpinzani wa Simba ambaye ni Africans, aliacha ndala pale uwanja. Kwa hiyo ulikuwa unahitaji zaidi utayari wa wachezaji na namna ambavyo wanaweza wakawa na tafsiri kila macho mwalimu anakihitaji. So nilitazama uh, mbinu za mwalimu kwa kipindi cha kwanza, aliingia kwa kuwaheshimu wapinzani wake. Alihitaji muda mwingi kucheza kwa nidhamu ya kinamna, kwa maana namna ya kutengeneza nafasi kwanza kwenye eneo la chini lakini ikiwa ni kwa uh, sio kwa kufunguka sana kutaka kufunguka sana lakini pia kutaka kuonyesha unyonge. Japo yote alikuwa ni majibu kwenye kila ambacho alikuwa anakihitaji. Kwa muda mwingi aliwatumia wachezaji kama kina uh, Neo Maema kina Joshua Mutale pamoja na Kibu Dennis. Alimhitaji Kibu Dennis kutumia ile nguvu kulingana pia na utayari wa mpinzani ambaye alikuwa anacheza naye. Ulikuwa unamuona namna ambavyo alikuwa bora sana kwenye namna ya kuzuia, lakini pia hakuwa pia mnyonge kwenye namna ya kwenda kushambulia. Lakini baada ya dakika 45 kutamatika, nikaona ni kwamba Simba amecheza vizuri, lakini hakuwa anafika kwenye matukio kwa wakati ama hakuwa anafanya vitu vyake kwa uharaka yaani akiwa na ana mpira baada ya kuwa amepoteza mpira ulikuwa uone reaction ya wachezaji kwenye kwenda kusaka kwa walaka, lakini pia akiwa anaenda kushambulia ulikuwa unaona hawafiki kwenye maeneo kwa wakati. Sasa hapo unapokuja kumhitaji Morris Abraham ambaye e, kwa maana ya speed reaction yake ndani ya uwanja haihitaji nafasi ya daktari kuweza kujua kwamba mchezaji ambaye anakuwa ofa iko kitu, msimu uliopita nafikiri ndo alikuwa mchezaji ambaye alikuwa na wanyima uhuru zaidi mabeki wa timu pinzani kulingana na spidi ambayo alikuwa nayo, lakini pia uh, uwezo wa kumpokonya kumponyoka mmoja mmoja kwa maana 1v1 alikuwa bora sana. Lakini ukitazama pia kwa Jonathan Soa, kwa nini nilisema Jonathan Soa? Tumeanza na Steven Dese Mukwala ambaye sifa yake ya kiuchezaji ni mshambuliaji, lakini kwa maana ya utekelezaji wa majukumu ndani ya uwanja si mchezaji ambaye anasimama eneo moja. Yani, utamwona kushoto, kulia, atarudi chini kuongeza nguvu sasa kuna nyakati mipira ilikuwa inakuja inamkuta hayupo kwenye ile eneo usika. Sasa, unamhitaji mchezaji ambaye anahitaji kuwa kucheza ama kuwa katili kwenye eneo la boksi, muda mwingi mipira imkuta akiwa kwenye eneo la boksi au unamtaja sasa, Jonathan Sowah kwa maana sifa zake yeye zilikuwa zinahitaji sasa, uh, hii mechi zilikuwa tunamhitaji kwenye mchezo kwa sababu tayari Simba alikuwa anafanya kila kitu lakini kwenye eneo la boksi vitu vilikuwa avikae sawa vile ambavyo alikuwa anataka. Kwa hiyo nika apply eh, Jonathan Soko kwa sababu niliamini si mchezaji ambaye akiwa kwenye box la timu pinzani atakuwa na mambo mengi sana. Si mchezaji ambaye anapenda kujihusisha sana kutoka nje ya box. Kwa hiyo Jonathan Soko ni kama mchezaji ambaye akiingia anaweza akatumia ile mipira ambayo ilikuwa inadondoka kwenye box la timu pinzani na kunufaisha Simba. Na nafikiri kile ambacho kili, nilikuwa nakiona kabla ya wao kuingia ndicho ambacho kilienda kuamua mechi. Eh, Mole Abdahamu kwenye kiwango bora kabisa, anaingia akaweza kutoa assist, si ndio? Lakini unamwona pia Jonas Alonso akaweza kufunga. Nafikiri pia kitu ambacho kimebadilika, unamtazama Jean Shalea wa, si mchezaji ambaye last season alikuwa na speed, kwa maana si mchezaji ambaye alikuwa anakimbia sana, lakini kulingana na mfumo wa mwalimu, namna ambavyo unamtaka na wachezaji ambao ilibidi acheze nao, unaweza kumuona akiwa anakimbia. Kwa hiyo nafikiri kila kitu kinabadilika kulingana na mazingira ama muktadha tuliyo